Wageni walikuwa wito wangu kwa watumishi wa TAKUKURU wilaya Nyang'wale pamoja na mikoa na wilaya zote ambazo kuna majengo mapya ya ofisi ni kuwahimiza kuyatunza na kuyathamini majengo haya pamoja na vitendea kazi vyote vilivyomo na mtakavyoendelea kupewa ili viweze kutumika kwenu na kwa vizazi vijavyo na hivyo kuleta ufanisi uliokusudiwa. Kwa hivyo watumishi wa TAKUKURU Nyang'wale, tuna jukumu kubwa la kulitunza jengo hili, lakini wananchi sio wa Nyang'wale hapa, tuna wajibu na jukumu la kulitumia jengo hili kikamilifu katika mapambano dhidi ya rushwa, kwa kufika hapa ofisini kutoa taarifa za vitendo vya rushwa na kero mbalimbali ambazo tunadhani zisipochukuliwa hatua, basi zinaweza kugeuka na kusababisha vitendo vya rushwa. Kwa hiyo, wananchi fikieni hapa. Eneo zuri, naona kuna faraga ya kutosha, pengine kuliko huko tulikokuwa mwanzoni kwenye jengo la kupanga ambalo lilikuwa tupi. Nafasi ya kutosha katika kutekeleza majukumu haya lakini kwa ambao tunashindwa kuja kwa sababu yoyote nyingine, vijana wametukumbusha hapa kuna namna nyingine ya kutufikia Takukuru, wametaja hapa namba. Vijana wa klabu ya wapinga rushwa shule wa sekondari Msalala kwamba tunaweza tukapiga namba ya simu moja moja tatu itapokelewa na uzuri, namba haihitaji bando wala vocha. Kwa hiyo unapiga tu inalipwa huko na Takukuru kwao, tutoe kero za rushwa ni mafanikio na faraja kubwa kwa Wananyang'wale, maana mmewawekea mazingira mazuri wananchi kuja kusema yale yanayowatatiza kuhusiana na mdudu rushwa. Taasisi ya Takukuru imekuwa ikifanya kazi nzuri katika wilaya yetu ya Nyang'wale na imekuwa taasisi ya kupigiwa mfano, lakini taasisi inayonisaidia kwa karibu mimi kama mkuu wa wilaya miongoni mwa wajumbe wa kamati yangu ya usalama ni pamoja na mkuu wa TAKUKURU katika wilaya hii. Ni kuhakikishie tu kazi inafanyika nzuri, na ndio maana hata leo umekuja Nyang'wale, na utaenda kutuzindulia jengo letu nzuri la TAKUKURU katika wilaya hii. Ujenzi wa jengo la ofisi ya TAKUKURU wilaya ya Nyang'wale ulitekelezwa kwa kutumia bajeti ya mwaka wa fedha 2024 2025 ambapo mradi ulitengewa kiasi cha shilingi milioni 385,404,150 bila senti. Mradi ulianza kutekelezwa mnamo tarehe 17 Februari 2025 na ulikadiriwa kukamilika baada ya miezi sita yani, mnamo tarehe 17 Agosti 2025. Ndugu mgeni rasmi, Utekelezaji wa mradi ulifanyika kwa kuzingatia matakwa ya sheria za nchi yetu ikiwemo sheria ya ununuzi wa umma na kanuni zake. Aidha, utekelezaji wa mradi huu ulizingatia miongozo kutoka mamlaka ya kudhibiti ununuzi wa umma yani PPRA. E, hapo mwanzo huduma kama hizi tulikuwa tunazitafuta kwa shida sana. Aidha e, ilikuwa inatulazimu tuende Geita, lakini baadaye hata huduma hii ilipokuja Takukuru ilikuwa kwenye majengo ya kupanga. Yaani unaona kabisa kwamba taasisi kubwa kama hii, lakini inakuwa kwenye majumba ya kupanga na pengine hana hadhi ya, ya taasisi kama hii kuwa humo. Kwa hiyo kwa hatua hizi ambazo zimeonekana sisi binafsi tunajipongeza kama Wananyang'wale.